Abayo, umepata nafasi ya kuwa karibu na redio, tunakukaribisha zaidi ya sana, kwa sababu tuko tayari kuakisha kwamba jioni yako inakaa vizuri. Na kama ambavyo umepata kusikia ni kwamba ni muda rasmi kabisa wa njiwa, ndio e... na tunajua msikilizaji, ulikuwa umetumisi kwa muda mrefu kusikia njiwa. Sasa leo ule ambao ndio ule wakati ambao tulikuwa tukiusubiria kwa muda mrefu yeah. mm, njiwa amerudi kivingine yep. Hajabadilika, ni yule yule. mm -hmm. Lakini tutaendelea kumwagiza mpaka hapo tutakapokuwa tumeelewana kabisa, kabisa. Mm -hmm. Tunajua. yeah. Kampeni zimepita. mm -hmm. Uchaguzi ukapita, kwa hiyo sasa hivi kilichobaki ni nini? Ni utekelezaji wa yale ambayo tulikuwa tunayaahidi wakati kampeni zikiendelea, nawe likuwemo yaani ni, mimi ninazungumza kwa niaba ya yule aliyekuwa naahidi kasema kumbe tunamgombea na sijui. Hapana, yawezekana nilikuwemo katika kutoa taarifa eh. Eh. Sawa <laughs> kila mmoja alishiriki kwa namna yake eh, ni ninaweza nikawa sikushiriki moja kwa moja kwenda kugombea lakini kuna namna ambavyo nilishiriki. Sure. Ndio maana nimesema kwamba yale ambayo tulikuwa tunayaahidi ni wakati wa mm. kuanza kuyatekeleza. Naam. Mm -hmm. na, na. Sasa yako eh. mengi ambayo wananchi tumeahidiwa na mimi nikiwemo mm. e, kwamba tutapale watakapopata ridhaa ambayo tayari tumewapa watakwenda kuyafanyia kazi. Swali so, ambalo nafikiri linakuja kwenye vichwa vyetu ni kwamba je, wameanza kuyafanyia kazi? Hapo sasa ndio maana leo tukasema sasa tuje na njiwa wa kuwakumbusha kwamba jamani, kampeni zime zilipita, uchaguzi ukapita, tumewaamini, tumeweka madarakani, na kilichobaki ni kuanza kutekeleza kile ambacho mlituahidi. mm. Tumeshuhudia wapo wengine ambao mmekaa madarakani miaka mitano mm. mliomba kura kwa wananchi, wananchi wakawaamini, mkaingia madarakani, mmekaa mm. miaka mitano, kati ya yale mambo yote ambayo mliahidi Hamkutekeleza hata nusu, mmerudi mm. tena kuomba kura, wananchi wamewaamini wamewarudisha tena madarakani. naam. itakuwa ni aibu tena kwa hii miaka mitano kutoka tena madarakani mm. haujatimiza yale ambayo uliahidi. Unajua wakati wa kampeni ulikuwa unasemaje? yeah. mm. tupeni tena mitano, kipindi ninakuja kuomba kura niliwaahidi kwamba nitawaletea maji mm. lakini kutokana na changamoto Bajeti sijui ulifanya nini nini, ikashinda kakarudi, eh, kakarudi sijui ikawaje, ikashindikana. Naomba mnipe mitano mingine tena, muone kama sisi tatekeleza yale ambayo nimeshindwa kuyatekeleza kwa hicho kipindi ambacho, kwanza hasemi kwamba nimeshindwa, yale ambayo sikukamilisha nikayakamilisha vizuri, au naweza ikawa labda ilikuwa ni barabara A na B mm. kakamilisha A, B ikashindikana, anasema: sasa si mnaona nilikuwa nimeshakamilisha barabara fulani yeah. na, na, na, natamani tena kukamilisha hii barabara iliyobaki mm. na ili niweze kuikamilisha, lazima mnichague tena, kwa hiyo mm. miaka mitano, ili niweze kujitahidi kukamilisha. Kukamilisha kile ambacho mm. nilikianzisha sasa ya. Jamani, tunawakumbusha kwamba sasa hivi karne ya sasa hivi sio karne za nyuma zilizopita mm. Wananchi ambao mnaongoza wanaelewa nini ambacho wanakitaka na walisikia kile ambacho mlikuwa mnawaambia. Kwa hiyo sasa hivi ni muda ambao mnatakiwa kuenda kuanza kutekeleza kile ambacho mliwaahidi wananchi mm. kwa njia yoyote tunajua katika utekelezaji sio kwamba unatoa pesa yako mfukoni na kwenda kutekeleza kile ambacho umeahidi. Kama uliahidi kwamba utajenga zahanati mm, kama uliahidi kwamba utahakikisha miundo mbinu ya barabara kwenye wenye jimbo lako mm, kuanzia mitaa, vijiji na kata utahakikisha una, unairekebisha mm, tunaomba uende ukatekeleze, na katika kutekeleza ni kwenda ngazi za juu kwenye mamlaka husika kwenda mm. kuwatetea wananchi wa jimbo lako mm, kwamba jamani, mimi huko katika jimbo A kuna changamoto hii na hii yeah. Nenda kwa waziri mwenye wizara husika mm-hmm. Kamwambie moja kwa moja kwamba wananchi wangu wanahitaji hiki na hiki, kwa sababu mawaziri sio kwamba eti wana, wanaishi Tanzania nzima mm-hmm. Anaweza akawa labda ni waziri wa maji yeah. Lakini akawa anaishi Tanga, ni kweli. huo ni mfano yeah. Sasa kama anaishi Tanga atajuaje changamoto zilizoko kanda ya ziwa? maanake mwakilishi yule ambaye amepewa ridhaa na wananchi kwenda bungeni mm, ndio anayetakiwa kufanya hivyo. Sasa katika hiyo hoja mina, kuna jambo moja ambalo lazima tuitazame kwa makini e, watu kugeuza siasa kuwa tu ni kauli za ki, ki, naweza kusema za kihuni tu yani kwamba kuligeuza jukwaa la siasa kuwa ni sehemu ya kwenda kuwaadaa watu, kuambia uongo ambao najua kiukweli. Kwanza kwenye limitation wanasema E, ama mipaka ya utawala wako mm -hmm. Hauwezi kufanya hivyo, si umenielewa? mm -hmm. Mfano mtu nakuta ni diwani ni mbunge, lakini anaahidi mambo ambayo hata serikali kuu <laughs> sio rahisi kuyatekeleza, sio unanielewa. Mbunge anakuambia eh, kwamba nitahakikisha wananchi wote mnapata mikopo eh. anakuambia nipeni e, miezi miwili tu, barabara imeisha, alafu wakati huo e, ukimwangalia mbunge mwenyewe <laughs> diwani atusende kwa mbunge e. E. ukiangalia wakati huo diwani nyumba anayoishi kila e. E. siku ukuta unamuuliza ni kuwe au ni kuache eh, yani nyumba yeah, inakaribia kumwangukia uh, lakini bado wanaahidi wananchi kwamba nitahakikisha hmm, nawajengea zahanati e, yeah, inakamilika na kwa wakati e. Sasa hiyo ada uh, lazima tuwaambie ukweli kwamba wale ambao wako madarakani na wanaotamani kwenda mad kuingia madarakani, mm, ahadi ni mkataba. Ina ahadi ambayo naenda kumwambia ambao haufungi e, lakini, ufungi, lakini mm, ni mkataba. Unapokuja kwenye uwanda wa kisiasa ni kwamba unapomwahidi mtu utafanya jambo fulani ukamshawisha akakupigia kura, tayari nyinyi mmeshafunga mkataba ambao kwa namna moja ama nyingine anatakiwa kuwajibika kuhakikisha kwa mm -hmm. kwamba kila ambacho ulimwahidi kilichompelekea yeye akupigie kura Unakitekeleza. Kabisa. So usipofanya hivyo ni kwamba eh, kama tungekuwa tuko upande wa sheria tutakiwa tukufunge hakuna namna <laughs> eh, sasa <laughs> lakini kwa vile hadi haifungi <laughs> hakuna namna nyingine ambayo tunaweza tukafanya, lakini mm -hmm. kutekeleza kile kitu ambacho umewaahidi wananchi, yeah. wana, wananchi ni kujijengea uaminifu kwa wananchi. Hebu fikiria mm -hmm. kwa nini jimbo fulani mbunge amekaa zaidi ya miaka ishirini hmm. lakini bado wananchi wanaendelea kumwamini na kumchagua kuendelea kuwepo madarakani, yeah. na kwa nini wewe ukae miaka mitano tu halafu wananchi wakuondoe Kutai? yes. E, shida ni nini? hmm. kwa hiyo ina, ina, inabidi kuangalia katika, katika hilo. Unajua, kipindi kile mwaka jana, wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa, yeah. kuna sehemu moja nilihudhuria kampeni. mm -hmm. mwenyekiti anawaahidi wananchi, mwenyekiti wa mtaa. yeah. <laughs> Nitahakikisha nawaletea maji, mtaa mzima utakuwa na maji, nitahakikisha zile barabara korofi zote yeah. zinawekewa zina, zina molam, na sehemu nyingine tutahakikisha naweka rami kabisa, kwa, kwa sababu hilo eneo mwenyekiti wa, mm, wa, wa, mtaa. wa mta, eh, right? Kwa sababu hilo eneo kulikuwa na tope mm. Nakawa na wahidi wananchi mm. Sasa nikawa najiuliza, ukimwangalia kwanza mwenyekiti jinsi, yani mwonekano wake jinsi alivyo na nini mm. Naona kabisa ni huyu ningekuwa na shilingi elfu kumi ningempa mama mm, lakini kunaahidi wananchi kwamba atafanya hivyo. Yeah. Kwa hiyo wakati mwingine tunapokuwa tumesimama kwenye hayo majukwaa yani, tusiwe tunatoa ahadi ambazo kidogo zina yani zinakufanya hadi mwananchi ambaye huko unamwambia mm, anakuona wewe kwa kweli hakuna chochote ambacho unakielewa, una tunajua mwenyekiti ndio mm. Yani kila mmoja ana nafasi yake okay, kwenye uongozi yeah. Mwenyekiti wa kitongoji mwenyekiti wa mtaa, mwenye mtaa au kijiji mm. Diwani yeah. Lakini pia na mbunge. Mwenyekiti wa kijiji au mtaa anaweza akaona vitu ambavyo sio kwamba diwani atafika kwenye kata yote, anaweza kawa na wajua nyumba kwa nyumba mm, mm. Kwa hiyo mwenyekiti wa kijiji anaweza kawa nasaidia kumwambia diwani kwamba kwenye kijiji changu kuna changamoto hizi na hizi, Mkweli, ambazo tunatakiwa tuzitatue. Diwani tunajua hana fungu ambalo linaweza likamsaidia yeye ku, ku, ku, ku, kufanya hayo mambo, anaweza kawasilisha kwa mbunge na mbunge akapeleka ngazi za juu mpaka changamoto tuna, zikaisha. Naomba tumwagize na njia Yes. ni ndefu lakini tunaweza. Mwanga wa jua utatufikia mioyo yetu, ngome ya imani, kama upepo unavyovuma, kama nyota zinavyong'aa. Kwizera FM elfu mbili ishirini na sita Aminia uongozi wa shule ya sekondari St. Francis Xavier iliyopo Kasulu mjini inayomilikiwa na jimbo Katoliki Kigoma yenye usajili wa baraza la mitiani s 4423 unapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi waliokosa mafunzo ya preform 1 hapa shuleni. Sifa za kujiunga na kidato cha kwanza kwa wanafunzi hao ni wale waliofanya mitiani ya darasa la saba mwaka 2025 na kupata ufaulu wa daraja A na B pekee. Shule ni ya bweni kwa jinsia ya zote na walimu wenye sifa na uzoefu wa kutosha. Shule ina maabara ya kisasa na vyumba vya kompyuta kwa ajili ya mafunzo ya kompyuta kwa wanafunzi wote. Fomu zinapatikana shuleni kwa shilingi elfu kumi tu. Mwisho wa kuchukua fomu ni tarehe kumi mwezi wa kwanza mwaka 2026. kwa mawasiliano zaidi wasiliana na mkuu wa shule kwa namba 0683449169 au meneja msaidizi 076299 6 na wahi, nafasi ni chache. Johnny, Johnny, njoo mara moja! Jirani, kuna shida gani? Naomba uende dukani, kamwambia baba Jeni aje na dawa haraka, mtoto anaharisha. Huyu ndio mtoto wako wa kwanza tena na miezi mitano tu, mnyonyeshe. mm, si atazidi kuharisha? Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa Ume tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi. Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka. Haishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu. Kumbe, nashukuru nimekuona, acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri. Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini na kiendelea kuarisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya. Tunza afya. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Uongozi wa shule ya sekondari Tasnim Muslim iliyoko wilani Kakonko mkoani Kigoma unawatangazia nafasi za masomo ya kidato cha kwanza hadi cha nne kwa mwaka wa masomo elfu mbili na ishirini na sita. Ni shule ya bweni yenye mazingira mazuri ya kujifunzia na inafanya vizuri kitaaluma. Ni shule yenye ada nafuu katika mkoa wa Kigoma. Ada ulipwa kwa awamu nne. Shule inapokea wanafunzi wote hata waliopata wastani wa D darasa la saba, na ina historia ya kuwasaidia wenye uwezo mdogo kupitia program maalum. Tasnim Muslim inapokea wanafunzi wa dini zote. Kipaumbele ni masomo ya sayansi, lakini pia wanafundisha masomo ya sanaa na wanahifadhisha Quran. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0753527809 au 0782559798. Karibu shule ya sekondari Tasnim Muslim, kuijenga kesho iliyo bora. Wadau, ni msimu wa mavuno na niko hapa kuwakumbusha, tunasherekea kwa staili ya kibabe. Pils na Caravan iko njiani. Pils na Caravan inakaribia mtaani kwako. Tunakuja na shangwe, muziki na ushindi wa nguvu. Mavuno yamefika, sasa ni wakati wa kufurahia kila ushindi na Pils na mbili. Endelea kutega sikio ujue tunasimama dini kwenye mtaa wako. Unywaji wa pombe kupita kiasi ni hatari kwa afya yako. Hayuzwi kwa watu walio chini ya umri wa miaka 18. Edwinie, mbona leo umekaa na mawazo sana, ndugu yangu? Dani mota ndoto mbaya leo kaka. Ah, Edwini, sasa sio kila ndoto mbaya ni shambulio la kiroho. Mwege mnafua na mashuka Edwini. <laughs> ah, umeanza sasa na wewe. Haya, hebu nipelekee hizi bia zangu za konyagi kwenye friji. Bia ya konyagi? Mbona sijai kusikia shida? Edwini, hufuatiliaji mambo Edwini, hii ni bia mpya na wajanja wote tunaenjoy bia hii yenye ladha na cheche za konyagi, hmm. Inayonifanya nijisikie poa na kujihisi mwanaume shupavu, yaani pafu la kwanza tu <laughs> linashuka vizuri balaa. We nenda kajaribu, alafu utaniambia. Sasa unipe hapo. Unazo kwani, Edwini? Wo, ha, we umetimiza miaka kumi na nane wewe? Kwani unanichukuliaje? Yani nina zaidi ya miaka kumi na nane wewe. Huyo we, we, we, tatizo ya ufupi wako ndio unanichanganya. Haya, kaoshe vyombo kwanza, ukimaliza ndio tuna enjoy sio? Unapenda kunywa tu kufanya kazi ha! Kaoshe vyombo huko na mapembe yako alafu, na hii haiuzwi kwa wenye umri chini ya miaka kumi na nane sio ile makopenda penda ile makunywa ile makunywa manini